Naitwa e, Selestin Felishen Kambona ni kaimu manager wa kiwanja cha ndege cha Mtwara. Hapa e, Mtwara kuna maboresho yalifanywa ya na serikali awamu ya sita ya mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hasani. Marekebisho haya ni upanuzi au unasema uendelezaji wa kiwanja cha ndege cha Mtwara ambao ulipanuliwa kwa urefu kutoka mita elfu mbili na mia mbili na hamsini mpaka elfu mbili na mia nane na upana umepanuliwa mpaka kufikia mita arobaini na tano. E, kuna manufaa makubwa tumeyapata baada ya maboresho haya kufanyika. Kwanza kiwanja chetu kimekuwa cha kisasa, kuna taa za kuongozea ndege kwao, kiwanja chetu naweza kikafanya kazi hata wakati wa usiku kwa hali hiyo imetusaidia sana. Mwanzo, kabla ya upanuzi wa kiwanja, tulikuwa tunapata ndege moja ya Precision ndio ilikuwa inakuja na ndege zingine ndogo ndogo, lakini kwa sasa hivi tayari tuna ndege ya Air Tanzania. Kwa hiyo tu imetusaidia kuongezeka kwa abiria. Kwa sasa hivi ndege ambazo tunaweza tukapokea e, ni Airbus zote za chini mpaka mwisho inaitwa Airbus 320 na Boeing eh, 37, uh, I mean 737. Mpaka sasa hivi tuna ruti ambazo tunazipata kwa wiki ambazo zamani haikuwepo kabisa. Abiria tunaambia abiria hasa Mtwara waje eh, wajisikie vizuri kwamba sasa hivi kuna usafiri wa uhakika wa anga kupitia kiwanja cha ndege cha Mtwara. Ni sehemu nzuri, huduma nzuri, na usafiri upo wa uhakika kabisa. Kwa majina anaitwa Jackson Daudi Mukangara. Uh, kiukweli nimefurahi sana, natoka zangu Mtwara hapa, nafurahi na huduma za Air Tanzania kwa kweli, maboresho ni makubwa sana na sio hapa tu, nishapanda Air Tanzania sana mpaka kwenda Afrika Kusini huko. Kwa kweli nimefurahi sana, nimefika, huduma ziko kwa wakati, nimepokelewa vizuri, good customer service uh, kwa kweli nimefurahi. Kwa hiyo ningependa kuipokeza serikali ya Tanzania pamoja na Mama Samia Suluhu, rais wetu mpendwa, kwa juhudi kubwa alizofanya na uongozi mzima wa Air Tanzania. Uwanja uko vizuri kabisa, naona fuu tambarare, lami safi sana. Kwa majina naitwa Zainab Isaka Hasani, kwa kweli najisikia furaha sana kusafiri uh, katika uwanja huu wa ndege wa Mtwara. Kiwanja cha ndege ni kizuri, kimeboreshwa kwa kweli. Tutoe pongezi nyingi sana raisi, mungano, kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji uliokuwa bora, lakini baada ya hapo tunaishukuru wizara pia kwa maboresho ya uwanja. Uwanja ni mzuri kwa kweli ko yeah, tunawapongeza sana honestly, ni mara yangu ya pili, yeah, lakini safari imekuwa ni nzuri sana smooth. Uh, runway iko vizuri, tumeona maboresho tofauti na uwanja ulivyokuwa mwanzo. sasa hivi uh, mheshimiwa rais ametekeleza. Tunaitwa Fadhili Ibrahim Nyagawa uh, tunaishukuru sana serikali kwa kutuboreshea uwanja wetu wa Mtwara, lakini pia kwa sababu mimi nimeutumia huu uwanja kwa muda kama miaka mitatu minne, nimeona improvement pia kwenye runway ambapo runway ya kwanza ilikuwa fupi kidogo, na hata quality yake haikuwa ya ile inayoridhisha sana, lakini tumeona maboresho makubwa sana ambayo yamefanyika. Hata ndege inavyo touch down inakuwa ni very smooth, na pia kwa kweli quality imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru serikali.